Miungano ya kutetea maslahi ya walimu nchini KUPPET na ule wa walimu wakuu wa shule za sekondari KESSHA sasa wanaitaka idara ya upelelezi DCI na inspekta generali wa polisi kuharakisha mchakato wa uchunguzi kwenye kifo tatanishi cha mwalimu mkuu Simon Isiaho wa shule ya sekondari ya Munyuki iliyoko Lugari. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Kakamega, viongozi wa miungano hiyo ambao wameendelea kukashifu tukio la kufariki kwa mwalimu huyo ambaye mwili wake ulipatikana umetupwa mtoni baada ya kuripotiwa kupotea kwa siku kadhaa, sasa wanapendekeza walimu wakuu wapewe usalama unaohitajika ili kuwalinda dhidi ya matukio kama hayo. Wametishia kususia utendakazi hapo mwakani iwapo majibu ya haraka hayatapatikana. Tunataka kupendekeza kwamba walimu wakuu wapewe ulinzi, na katika ulinzi waweze kupewa bunduki zile ambazo tutakuwa tukitumia hapa, ili kuweza kujihami sisi wenyewe, kwa vile tumegundua kwamba tuko na maadui wengi.